Tichamadi. Naam. Habari za leo mwalimu? Ah, salama. Habari za kwako? Bwana huku Mbeya salama kabisa mwalimu. Aha. Uh-huh. Mnaendeleaje huko Misri na timu mwalimu? Ah, tunashukuru Mungu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndiyo mwalimu. Uh, kikubwa zaidi ambacho kimenisukuma mwalimu kukupigia eh, ni kutaka kufahamu hali ipoje huko Misri. Ah, ha, hali ha, iko nzuri. Uh, leo ni siku ya pili tangu tumekuwa hapa. Uh, kila kitu kinaenda vizuri alhamdulillah, nashukuru Mungu, japo utofauti ni hali ya hewa tu. Dar es Salaam uh, ni joto kwa sasa, lakini hapa uh, tulipo kuna baridi fulani, lakini lina muda, kuna muda kunakuwa kuna baridi kali kidogo, na kuna muda kuna kwa kuna hali ya kawaida. Okay, baridi ni kali kweli kweli, lakini vipi wachezaji wenyewe, kile kitu ambacho mmekiadhimia kwamba kitawasaidia kwa hapo Misri. Unaona labda kuna mabadiliko yoyote? yeah, I think ni kitu kizuri ambacho um, wako nacho wachezaji so, unajua kwanza tumejaribu kuangalia kwa uh, walipotoka, uh, tumemaliza ligi uh, ligi imesimama hivi karibuni, mashindano ya kimataifa yalikuwa hivi karibuni, kwa hiyo most of them walikuwa wanatumika kwenye eh, vilabu vyao. uh, tumejaribu kuangalia hilo grupu jisiani ya kuweza kuli, kulimanage kwa maana ya recovery Uh, na kwa hawa wengine ambao kwenye vilabu vyao walikuwa wanapata cha, za kucheza na wengine walikuwa hawachezi kabisa, kuona jinsi gani penye hilo grupu ambavyo tunaweza tukali, tukali- manage, ili likawa na level fitness sawa na hawa wengine, so hicho ndio kitu kikubwa. Then baada ya hapo uh, tutakuwa na siku za kuwaweka pamoja sasa na kujua game plan nini ambacho tunaandaa kwa hizi siku ambazo tuko hapa. Vipi, wamewasili wachezaji wote huko Misri? Upo nao wote? Kuna wengine bado hawajawasili? Staff wote wapo ila wachezaji baadhi bado hawajafika, uh, ambao wako nje ya Tanzania, lakini wale ambao tumetoka nao Tanzania wote wapo kasoro wachezaji wawili ama uh, watatu ambao bado hawajaripoti, nafikiri uh, mpaka kesho kutoka Tanzania kuja huko kwa wamefika, lakini wachezaji wengine wataanza kulijumu kesho, kwa uh, maana ya wale ambao wanacheza nje ya Tanzania. Ni nani na nani ambaye hajawasili hapo? uh, wanaotokea hapa Tanzania Kagoma Rusajo na Selemani Mwalimu uh, yeah, uh, today, hao ndo wachezaji ambao wamefika. Kuna program labda yeyote itakayohusu mchezo wa kirafiki, kwa maana mmeshaupata toka mlivyofika ama bado mnaendelea kutafuta? Kama benchi la ufundi pamoja na wasimamizi na wa TFF nafikiri mpaka kesho tutakuwa tumejua hilo, kwa maana ya uh, kupata sasa kola mzima wachezaji kuanza kuona uh, mahali zao lakini matamanio na matarajio yatakuwa hivyo. Kwa hiyo kuanzia kesho mpaka kesho kutwa, tutakuwa tumejua kwamba uh, tunaweza tukapata mechi ya kirafiki hapa. Bila shaka mwalimu, matarajio yako ni makubwa kweli kweli, kuweka historia kwenye mashindano makubwa ya AFCON e, inaweza kawa inatengeneza picha gani kwa upande wako? mm, nafikiri kila Mtanzania um, ambaye yupo Tanzania anatamani, anatamani ku, kufika ambapo anatamani kufika. Ni matamanio ya kila mmoja ambaye yupo kwenye industry yoyote sio tu kwenye mpira mm. hata uh, wewe hapo, ndugu mwandishi, naamini unatamani kufika kwenye media kubwa zaidi uh, hapo ambapo ulipo so mm. Kizuri ni good opportunity ah uh, kumshukuru Mwenyezi Mungu uh, kuna Watanzania wengi sana uh, wapo ambao wangekuwepo kwenye hii nafasi ama kwenye hizo nafasi ambazo um, watu wengine wako nazo so mimi sidhani naweza kuwa labda bora sana kuliko wengine ambao wamebaki. Hapana, uh, ni opportunity ambayo imetokea, napaswa kuisaidia taifa pale ambapo naweza kuisaidia, so ni kitu kizuri kwangu, ni good platform uh, na kwa wachezaji ambao no for the first time, naamini ni kitu kikubwa sana kwao uh, sivi kitakuwa kwenye zao na maisha yao. Hakuna uh, malengo yanaweza akafikiwa bila stepu fulani, kwahiyo kuna stepu moja kwenda stepu nyingine, unamshukuru Mwenyezi Mungu na unawashukuru wale ambao wamekuamini. Uh, cha msingi ni kwenda ku hard work, uh, bila kuwaangusha. Shukrani sana mwalimu. Ni kutakie majukumu mema huko ya kututengenezea timu bora itakayoleta ushindani kwenye mashindano ya Afcon. Bila shaka kundi lenyewe umeliona lilivyo. <laughs> ya tupo huku kwa ajili ya kujifunza zaidi, pia sio tuku, uh, tunaandaa ndio, uh, kwenye huo bora, lakini tupo kwa njia ya kujifunza zaidi, um, kwa mataifa ya wenzetu ambao yalishakusha endelea, na ni kitu kizuri kwenye kwenye kalia yoyote ile au kwenye nchi yoyote kujifunza kwa taifa jingine. Uh, inshallah inshallah, Mwenyezi Mungu atuongoze, um, tuwe kwenye yale matamanio ambayo kila mmoja wetu anatamani. Shukran sana mwalimu, nikutakie kila la heri, asante.